Sisi emu tunaipa iyo Oktoba, Mama Samia tunampa iyo Oktoba. Sisi emu tunaweka iyo Oktoba, Mama Samia tunampa wetu tule na imuona pale. Hey. Rais wetu. Aya, tusimame. Rais wetu tumpokee. Rais wetu tumpungie. Rais wetu tumshangilie. Rais wetu, wewe tusimame. Rais wetu tumpokee. Rais wetu tumpungie. Rais wetu tumshangilie. Rais wetu. Ayaya. Hey. Iyo Oktoba. Sisi CCM tuna Iyo Oktoba Mama Samia tunampa. Iyo Oktoba sisi CCM tunaweka. Iyo Oktoba Mama Samia tunampa, tuna tuna na wapinzani watambulia, watatoka unyoya, yani zero. Hey. Una CCM wa raisi wetu, wa bunge wetu na madiwani tunaipa hiyo Oktoba, Mama Samia tunampa. hiyo Oktoba, CCM tunaweka. hiyo Oktoba, Mama Samia tunampa. Hey. Yani, hey. na wapi? Tuna wapinzani watambulia, watatoka unyoya, yani zero. Na CCM wa raisi wetu wa bunge wa vijana wa mkoa wa Geita ni ishara ya kwamba vijana wa mkoa wa Geita wanampenda Dkt. Samia Suluhu Hassan, wanamwamini Dkt. Samia Suluhu Hassan na wako tayari tarehe ishirini na tisa kwenda kupiga kura na wako tayari tarehe ishirini na tisa tujitokeza kwenye vituo vya kupigia kura na sio mambo mengine. Sisi mwandishi wa habari, nikwambie, sisi kwetu tarehe ishirini na tisa hatuna maandamano kwenye mkoa wa Geita. Maandamano pekee ni kujitokeza kwenda kupiga kura za wingi wa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Na kama watu walikuwa wanatuhamasisha maandamano, maandamano ambayo tutakayofanya vijana wa mkoa wa Geita ni kwenda kuandamana kwenye maboksi na kumpigia kura Dkt. Samia Suluhu Hassan na chama cha mapinduzi kwa jumla. Naitwa Naomi Edward Fujo mwenyekiti mmoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, wilaya ya Geita. Umati huu wa watu unaonyesha mapenzi makubwa ambayo vijana na wananchi wa wilaya ya Geita wanayo kwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi, Daktari Samia Suluhu Hassan. kwa hiyo sisi hatuna mashaka, wale watu ambao walikuwa wana hofu na mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassani juu ya vijana wa Kitanzania hasa mkoa na wilaya ya Geita, nadhani salamu wameipata. Vijana wa Geita wanampenda mama, na hii kazi sisi vijana wa Geita hatujaianza leo. Tuna wiki nzima tunatembeza picha ya daktari Samia Suluhu Hassan kwenye kata hamsini za wilaya ya Geita. Mama tunampenda tunamkaribisha sana, na watanzania wana, wa na wananchi wana wote wameona umati wa watu hawa. Kwa majina anaitwa Juma Shagi kutoka mkoa hapa hapa Geita. Ah, sisi vijana kwa, kwa umoja wetu tumejitokeza kumpokea rais tukiwa na upendo wa dhati maana, ametusaidia ame katika elimu bure eh, mwenyewe unaona kuanzia primary unasoma bure mpaka sekondari ushindo wewe kusoma unaona, yani hivyo macho hivyo. Kwa majina naitwa Juma Shagi kutoka mkoa wa hapa hapa Geita. Ah, sisi vijana kwa, kwa umoja wetu tumejitokeza kumpokea rais kukiwa na upendo wa dhati maana amsaidia katika elimu bule eh, mwenyewe unaona kuanzia unasoma bule mpaka sekondari ushindo wewe kusoma unaona eh. Mimi kwa majina naitwa sesmhoja manyogote wa manyogote kutoka wilaya ya Nyangware mkoa ni Geita Nyangware. Kwa hiyo hapa tumejitokeza kama vijana kumpokea kwa shangwe rais wetu. Amefanya mazuri kila idara, ameweka miradi imeonekana tumeona tumeenda kufungua pale daraja liko vizuri, ameweka hela kwenye kwenye ujenzi wa masekondari shule pamoja na hospitali, huduma ziko vizuri sana. Ndio maana leo vijana mkoa wa Geita tumejitokeza kwa wingi na kwa amani na kwa utulivu, ili kumsherekea kumsherekea hii siku nzuri ya kumpokea kama mgombea wetu uraisi katika taifa letu la Tanzania. Vijana tunachojivunia kuna kuna pesa zinazotoka kwa ajili ya vijana zimetapakaa kila idara, kila sehemu, kila mkoa, kila wilaya, zipo na vijana wanachukua. Na kwa hiyo sisi, ndio maana leo tuko hapa kwa wingi kusherekea katika siku yetu hii nzuri. CCM tunaipa hiyo Oktoba. Mama Samia tunampa hiyo Oktoba. CCM tunaweka hiyo Oktoba. Mama Samia tunampa hey. Na wapinzani watangulia, watatoka unyoya yani ziro hey. Na CCM wa raisi wetu, wabunge wetu na madiwani, yule mnayemuona pale doraisi wetu yule.